Na mtazamaji, mgogoro unatokota baina ya kundi moja la vijana mjini Mtwapa kaunti ya Kilifi na usimamizi wa manispaa ya eneo hilo kutokana na vile, kile vijana hao wanachodai ni kuhangaishwa. Vijana hao wanasema kwamba licha ya kuandikia barua wakielezea nia yao ya kufanya mkutano na kuwasilisha lalama zao, manispaa imewapuuza ikidai vijana hao wanatumika kueneza uchochezi. Vijana hao wanasema kwamba wanatafuta fursa ya kuwasilisha lalama zao ikiwemo ukosefu wa ajira, uwajibikaji wa manispaa hiyo baada ya nyumba kadhaa kuchomeka mwaka jana, kuambiwa ni cancel hiyo meeting kwa sababu napanga vurugu ndani ya Shimolatewa. Mimi nataka niweke mambo wazi, sisi hatukuwa tunapanga maandamano na hizo tetesi aliyezipeana. Sisi hatuko tayari kukabiliana na vitu kama hivyo. Kikubwa chenye kinasumbua vijana wetu wa Shimolatewa ni ajira, employment. Sisi sisi hatuna ubaya wote sisi, hatuna maandamano tulikuwa tumeyapanga, sisi tulikuwa ni ajira tunatafuta sisi hatuna kazi, lakini wanatoa mtu ambaye yuko kwenye kazi upeleke umpeleke kwenye kazi nyingine, wakati sisi tunaumia. Hawa vijana tuliwaona tayari wakianza kuanza kukosoa siku ya kwanza kabisa ile manispaa kuingia, na vijana hawa tunawafahamu, ni watu ambao wanataka kuonekana na ni watu ambao kwa ukweli wanajitafutia ubinafsi na umaarufu, na mimi na uhakika wanataka waonekane, na wanasiasa ndio waweze kutumiwa.